Tumemsikia vizuri historia yake alikozaliwa alipoanza maisha. Ni babu mwenye historia nzuri, na ameweza kuwa pia ni mlezi mkubwa na mahiri katika familia yenu kwa kuwalea ninyi katika misingi ya ujana mpaka nanyi kuwa watu wazima. Poleni sana. Daima kila mmoja katika umri wake, uwe mdogo uwe mkubwa daima kifo inakuwa na majozi na maumivu makubwa, lakini niwape pole nyingi. Hata nasi kama viongozi wenu tumeguswa na msiba huu kwa jinsi tunavyomfahamu baba huyu kwamba alikuwa ni kiongozi katika sehemu ya familia, alikuwa ni mwanga katika sehemu ya vikao vya matatuzi ya migogoro na kuambatanisha kuwa kitu kimoja. Familia hii ya Mbapaai ina mtawanyo mkubwa sana kwa hiyo niwape pole nyingi sana kwa wanaotoka mbwande wa Monduli. Najua yeye huyo baba alikuwa nikiona, ndio sababu msiba huu imeweza kujumuisha waombolezaji kutoka sehemu mbalimbali kuweza kufika hapa. Wiki iliyopita tulikuwa kwenye ziara ya kawaida, lakini tukagawana majukumu kulikuwa kuna sherehe mbili kubwa kao, tukakubaliana ndugu yangu Edward Lenanu aniwakilishe kule Engaruka na mimi niende kwenye shughuli nyingine silaleo, na tukala chakula pamoja tukaachana. Kwa hiyo baada ya pale, baada ya lisali moja akatuma message kwamba mzee amepumzika nikashindwa cha kumuuliza. Baada ya pale, sikumjibu hata message kao, nikauliza watu wengine walikuwa kwenye gari, sasa tunafanya nini? Tuahirishe ziara au tunafanyaje? Kayo nikawaambia, naomba nyie muweze kumfuatilia, tujue tunafanyaje. Basi ye kwa busara kubwa na upendo mkubwa akasema "Ndugu yangu mbunge, baba amelala, hizi kazi watu walikuwa wanatusubiri tayari, twende tukamalizie kazi za watu, tuje tupange jinsi ya kumlaza mzee kwa heshima." Kwa siku ile aliendelea kwenda kuniwakilisha kule Ngaruka kwenye sherehe ya vijana, na akaniwakilisha kwa heshima kubwa sana, na hata pale kwenye sherehe zile aliwaambia taarifa zile, baada ya sherehe kuisha, ya kwamba nina msiba sasa, asanteni, naomba nibebe nyama niende nyumbani. Nimesema hivyo, nataka kutoa ushuhuda kwa ndugu yangu huyu Edward Lenanu. Nimemfahamu mimi akiwa diwani, akiwa diwani wakati ule Wameserani, lakini akaja kuwa makamu mwenyekiti wa halmashauri yetu ya muna. Nimekaa naye kwenye ofisi ya mbunge Monduli kwa miaka mitano. Sasa tumefanya kazi pamoja kwa karibu sana, tumefanya kazi kwa pamoja kwa karibu sana, na mpaka sasa nasema tumekuwa kama wanafamilia. Hata leo wakati nachelewa, niliongea na mama mama Regina akiwa na kukoo nikawambia nilikuwa natamani niongozane na mwili huu kwenda kumsindikiza ili nimpe joto ndugu yangu Lenanu. Kwa hiyo mama na kokoo wakasema tutakwenda kuambatana na mzee tukuwai wenu well. Kwa hiyo Lenanu ni familia yetu kabisa, kwa sababu ya kazi ambazo tumefanya pamoja, lakini kwa utumishi wake kwenye ofisi ya mbunge amefanya ofisi ya mbunge imekuwa taasisi kamili na ofisi kamili. Ndugu Lenanu, ni kushukuru kupitia kwenye sherehe hii ya kumlaza baba yetu, mimi naomba ni kushukuru leo kutoka kwenye sakafu ya moyo wangu kwa utumishi wako uliotukuka wa miaka mitano kwenye ofisi ya mbunge wa Monduli. Umekuwa kiongozi kwa wilaya yetu Makamu mwenyekiti, umekuwa diwani, wewe ni hazina kwa wilaya yetu na kwa jamii. Mungu akujalie kila lililo laheri, Mungu akusaidie sana. Sina maneno mengi sana ya kusema leo, tuko hapa Lobosoit. Nataka kuambia ndugu zangu, nakwenda kwenye uchaguzi, lakini naomba tu tudumishe umoja wetu kama jamii kama jamii, kwa sababu kinachomsumbua wa Lobosoit ndicho kinachomsumbua wa kijiji cha Lemoti na vijiji vingine vya Monduli. Tunataka umoja wa viongozi wetu, ili kwa pamoja tuwe na kauli ambayo ina nguvu ya kwenda kushindania na kupigania rasilimali chache ambazo zimebakia kwa ajili ya jamii yetu ya kifugaji. Tunahitaji sana kila saa kuendelea kuona umoja kama wananchi, lakini kama viongozi tuendeni tena kwenda kuiamini serikali ya CCM ya Mama Samia Suluhu Hassan na kuchagua viongozi ambao watasimama imara kulinda umoja wa jamii yetu. Waheshimiwa mbolezaji boma hii ni kubwa baba. Yangu ana mke ambaye yuko kijiji cha Lengolwa na ambaye yuko Lemuwote kama sijakosea, Hordonyo na nalala miki, karibia upande zote pale yupo, lakini hapa pia ndio amekita zaidi Simanjiro. Hii ndio boma kubwa na alikuwa anaishi muda wote hapa. Amekuwa akiuguliwa akiwa boma hii, lakini anatoka anakuja kule nyumbani ambapo na mimi nakaa, lakini hii ni sherehe miaka mia, sio mchezo. Kwa hiyo kama alivyosema mheshimiwa mbunge, ni kweli tulipata tukiwa barabarani, lakini tukaona kwa miaka aliyepewa na Mwenyezi Mungu hatuna sababu ya wa kushtuka. Wadogo zangu walishamchukua, maana alikuwa yani amelala tu, wakamshtukia ameshalala kabisa lakini hajawahi kuugua miaka yake yote karibia tisini na tano alikuja kuugua baada ya ku, ku, kuanguka na kuvunjika mguu, ndio ugonjwa ukaanzia pale, na sio ugonjwa, alikuwa amelemaa kwa analala, ni kumgeuza kwa ndugu zangu wote, tumewekeana zamu mpaka siku ya mwisho. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu. Kwa hiyo nitoe pole kwa wote na niwashukuru sana kwa kufika hapa boma letu, ambayo boma hili ni ya mdogo wetu ambaye ndio mama aliyepokea nafasi ya mamangu anakaa hapa, ambayo yeye ni mwenyekiti wa, wa kitongoji hichi ambayo tupo ndio msaidizi wa mwenyekiti wa kijiji ambayo yuko hapa kwenye sehemu ya familia. Kwa hiyo niwashukuru sana wote kwa kufika hapa, lakini zaidi nimshukuru mbunge kwa kushiriki jana kupiga kura bungeni, lakini kwa umuhimu wa baba akafika hapa muda huu na bado amepita mziba mwingine Kiukweli na kushukuru mheshimiwa mbunge, na kama Mungu anavyoona utabarikiwa mbele ya safari.